Mimi Henriki leo napinga na nalaani kijana kijana, aliyepigwa pale ni mwenezi wa BAVICHA Taifa, namjua ni kijana wangu. Nimeumia sana kuona kwenye ile kamera alivyokuwa anapigwa na yule askari. Iko siku vombo hivi vya dola mnaovitumia kuwaumiza Watanzania mtatafuta sehemu ya kupita na mtaipata. Watanzania iko siku wataamka. Acheni ulevu tulipeleke taifa hili mbele kwa umoja, tusiligawe taifa hili kwa sababu ya siasa. Waambieni CCM wamechagua kuwa kwenye majukwaa ya kisiasa, wapande kwa majukwaa ya kisiasa, wasiwatumie kuwatumikia na kuwabeba. Mwaka huu ng'ombe atachinjwa alivyolala. Mimi nimegombea ubunge Mwanga, mwaka elfu mbili na ishirini, najua namna kucheza ibato nimesimamia jiji la Daresalama. Tulikuwa tujawahi kuwa na mbunge, tulikuwa tujawahi kuwa na diwani, tulikuwa tujawahi kuwa na halmashauri. Nimeongoza jiji la Daresalama, tukapata mea wa jiji, tukapata mea wa Kinondoni, tukapata mea wa Ubungo. Sasa naileta CHAUMMA Daresalama, naileta CHAUMMA Dare na CHAUMMA nchi nzima, tunakwenda kufanikiwa kwa mapenzi ya Mungu. Naitwa Salum Mwalimu Songeni, katika viwanja imefurahisha sio mgeni katika jiji la Mwanza na sio mgeni katika viunga vya jiji la Mwanza. Leo nimekuja kipingine kama ambavyo mmekwisha me, tuona mmefuatilia, mmesikia, nipo cha umma Chama cha Ukombozi wa Umma, mimi na maelfu ya wenzangu tuliyoamua kuachana na ulaghai tuliyoamua kuachana na mipango dhalimu ya kuua demokrasia katika nchi hii, mipango dhalimu ya kulinda, kuheshimu na kuthaminisha nguvu kubwa iliyowekezwa na Watanzania katika kujenga demokrasia, katika kujenga nguvu ya upinzani katika nchi hii. Tumekataa kupinga, tumekataa na tutaendelea kupinga udhalimu huo. Naitwa John Ngito, katibu wa mkoa wa mwanza CHAUMMA. Mapokezi yalikuwa ni mazuri na tumefanya maandalizi kwa muda mfupi, lakini mapokezi yamekuwa mazuri toka tulipoanza kule Mkolani mpaka hapa tulipofika Furahis. Mapokezi yameenda vizuri kabisa. kidogo sana chopa ilikuwa tu ni sehemu ya kubeba viongozi na kuwaleta kwenye mkutano, lakini mkutano tuliongoza vizuri. Kitu kingine ambacho tunakifanya ni kwamba tutakacho ni kwamba ugoga pia tutawaandalia siku nyingine, kwa maana siku nyingine watakapokuja maandalizi ya ugoga yataendelea, lakini kwa leo siku ya kwanza tulivyoendelea, sisi tunaamini tumeendelea vizuri na kila kitu kitaendelea vizuri kabisa, zidi kuyamini chama katika mkoa wa Mwanza na tunazidi kujenga chama. Kama leo ndo mkutano wa kwanza, watu tumewapata hivi sasa hivi, tunaelekea ku, kujenga chama kuanzia msingi wa chini kabisa mpaka kuja kwenye kata alafu tunakuja kwenye majimbo, kwa maana chade ni CHAUMMA itazidi kukua. Mapokezi nadhani hiyo ndio mashahidi, mapokezi ni mazuri, kwanza tukotegemea kwa sababu leo ndio ilikuwa siku ya uzinduzi. Wengi ni wajasiriamali, wengine wanauza, wengine wanafanya kila shughuli sasa. Lakini kwa sababu wewe mwenyewe ndio wahanga, kwa hiyo aachiacha huko aje kwa ajili ya mkutano

Ndio kina miaka kumi na tatu tangu kusajiliwa, sio chama kichanga, sema sasa hivi tunaongezea wapambanaji wengine waliokuja, kwa sababu sisi chauma kama chauma uwezo wetu wa kuzunguka kila majimbo kila kata ulikuwa ni mdogo zetu a uzoefu wao utatusaidia